Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like comment na subscribe. Leo tunapika, leo nimepamba keki ya ndizi, nimejaribia, sijai kupamba keki ya ndizi. Nimechukua keki yangu kisha nikaichonga kwa shape ya ndizi kama inavyoonekana hivyo, hata wewe unaweza kujaribu. Kama sikua una kazi, unaweza ukakaa ukafikiria utengeneze kitu gani, ukaanza kufanya majaribio. Sio lazima uwe na oda, mara moja moja sio mbaya. Nikachukua keki yangu, nikaikata, nikaanza kuichonga Nilichukua ndizi kabisa ili kuangalia sawa sawa, nikaweka hapo ndizi, nikaanza kuchonga keki yangu mpaka nilivyopata shape ya ndizi kama tunavyoona kwenye video yetu. Baada ya hapo, nilikuwa nishaandaa bata cream yangu, nikaanza kuipaka ile keki yenye umbo la ndizi kama hivyo, nikaanza kupaka bata cream. Kama una ile chocolate ambayo umeisha, unaweza kutumia hiyo, ila mimi sikuwa nayo kwao, nikaamua kutumia bata cream kama hivyo. Nilivyoipaka vizuri, nikaja kuendelea na hatua nyingine. Kama una swali, maona ushauriweka kwenye comment, nitapitia, nitajibu. Kama hivyo tunavyoona baada ya kupaka nani pata cream hiyo koti ya kwanza kwenye hiyo keki nikuja, nikaweka pembeni. hiyo ni corn flour, nimechukua bezi yangu nimeweka hiyo corn flour, nikachukua na fondant kidogo, kisha nikaweka rangi ya njano. Sema hapa njano niliweka kidogo, sikuwa makini kwenye rangi, kwa hiyo unaweza kuongezea labda Orange kwa mbali ili kabisa nani fondant yako iwe na rangi ya ndizi kabisa yenyewe, maana hii ilikuwa ya njano sana tofauti na ndizi yenyewe, ila kijaribika kitu kwa sababu ni zoezi la kwanza. Unajua nikitengeneza mara ya ya pili itakuwa rangi sawa sawa. Baada ya kusukuma fondant yangu hapo, nikaja nikaweka kwenye hiyo keki na kuanza kuikandamiza ili iweze kushikana vizuri na keki yetu ya ndizi kama hapo, nikaanza kukata sehemu ambazo zimezidi na kuanza kukandamiza ili iweze kushikana vizuri fondant yetu na keki yetu. Kama hivyo, unakuwa unaangalia kwa ndizi kwa mwisho inakuaje na huku mwanzoni inakuaje. Ndio vile vile ambavyo wanafanya. Ukitaka kutengeneza hata chungu hata nini, jitahidi sana uoanishe rangi, unaangalia na shepu ya kitu ambacho unatengeneza mazoezi unapoendelea kufanya mazoezi unakuwa mtaalamu zaidi, kuliko kuwa unasubiri mpaka upate oda. Unaweza ukashangaa siku inafika ukashindwa kufanya kile kitu ambacho unatakiwa kufanya. Baada ya hapo, nilichukua rangi yangu nyeusi na kuanza kupakazapakaza sehemu chache chache. Baada ya hapo, nikachukua tishu na kuanza kupakapaka ili iweze kusambaa sambaa kidogo kama tunavyoona kwenye ndizi yetu hiyo nyingine. Baada ya hapo, nikaja nikapaka na kule mwisho kwenye ndizi. Na baada ya hapo, nikaanza kusafisha sehemu yangu ya kazi. Baada ya kusafisha hapo, keki yako ya fonda tunaweza kwa spray au unaweza ukawatumia stima, au kama hauna ukachukua mafuta yako masafi ya maji ukaanza kupakaza kwa ajili ya kusafisha kazi yako na baada ya hapo ndizi yetu ikawa tayari kama tunavyoiona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na karibuni sana sana sana.